Leo tuna kichwa kinachosema hatari ya jini mahaba kwa wenye ndoa na wasio na ndoa. Jina langu naitwa Eliya Emmanuel Ndoda. Majini mahaba ni roho chafu ambazo zinajifanya mke au mume katika ulimwengu wa roho. Hizi roho hujihusisha kimahusiano na mtu katika ndoto, hata kwa namna halisi ya kiroho. Lengo lake huwa ni kuharibu mpango wa Mungu katika eneo la ndoa uzazi na utakatifu wa mwili. Tuanze na walaka kwa Korinto wa kwanza mlango wa sita na mstari wa kumi na tatu b Biblia inasema lakini mwili si kwa zina, bali ni kwa Bwana naye Bwana ni kwa mwili. Kwao majini mahaba yanaweza kumwingilia mtu awe ameolewa au hajaolewa ama ameoa au hajaoa kwa sababu adui anatafuta kuliharibu agano la Mungu liiroko katika maisha ya mtu huyo. Lengo la jini huyo huwa sio zinaa hasa, lakini lengo kuu huwa ni kwa ajili ya kuyaharibu maisha ya huyo mtu, ili ayaondoe maisha ya kiungu ambayo yameandaliwa kwa ajili ya mtu huyo. Tuanze kuangalia kipengele cha kwanza kuhusu majini haya. Kipengele cha kwanza tunaangalia jinsi majini yanavyofanya kazi, jinsi majini mahaba yanavyofanya kazi. Jambo la kwanza, majini haya hufanya kazi kwa njia ya ndoto. Mtu huota akifanya tendo la ndoa na mtu asiyemjua au anayemfahamu kwa majini haya. Kwa njia hii ya kwanza, huwa yanakuja katika ndoto, na hii imekuwa ikitembea na wengi pia wamekuwa wakitokewa na ndoto za namna hii. Lakini jambo la pili, kuwa na tamaa isiyokuwa ya kawaida. Mtu huhisi tamaa kali isiyo ya kawaida, tena tamaa hiyo hutokea bila sababu za msingi, hata kama akiwa katika ndoa halali kabisa. Jambo lingine la tatu, jini huyu hufanya kazi kwa migogoro ya ndoa. Wanandoa huanza kuchukiana bila sababu na tendo la ndoa kabisa huwa linakuwa kavu au tendo ambalo halina hamu kabisa, nikiwa namaanisha mtu hawina hisia na mwenzake. Njia nyingine ya nne huwa kucheleweshwa ndoa kwa wasiooa au kuolewa. Roho hizi hufanya kila anayejaribu kuoa au kuolewa ashindwe kabisa. Kazi ya tano huharibu uzazi baadhi waathirika kwa kushindwa kupata mimba au kuzaa, ikiwa ni uhusiano wa kiroho usio halali. Lakini acha tuangalie jambo lingine la pili. Jambo la pili, hatari kwa wenye ndoa, hatari ambazo wanaweza kupata watu wenye ndoa. Jambo la kwanza, kuvunjika kwa agano la ndoa. Jini mahaba hutenga mke na mume kimapenzi, likileta baridi kiroho na kimwili. Kwa hiyo ndoa yenye jini mahaba huwa inakuwa nzito sana, hasa katika eneo la mapenzi la mahusiano yao. Kwa hiyo, ili jini huwa linaleta mvutano wa hali ya juu sana. Jambo lingine la pili, kutoelewana mke na mume, kuanza kuchukiana bila sababu au kupata uzito katika mawasiliano yao, yaani kupoteza mawasiliano yao. Jambo lingine la tatu, kuzuka tamaa za nje. Mtu huanza kuvutiwa na watu wengine hadi kupelekea uzinzi kabisa. Kwa hiyo hiyo roho huagi inaleta mvuto hasa kwa watu wa nje, tofauti na mtu wa ndani, na wengi huwa hadi inafikia wakati wanaanguka kabisa. Jambo la nne huwa ni kukosa watoto. Jini mahaba ana uwezo wa kuingilia mfumo wa uzazi, huwa na uwezo wa kuzuia mimba au kuziharibu mimba. Kwa kuna watu ambao hata sasa mimba huwa zinaharibika, lakini kwa sababu e, roho hii ya jini mahaba inafanya kazi kwao kwa kiwango kikubwa kufikia kiasi kwamba zimekamata maamuzi ya kupata ujauzito au uamuzi wa kuzaa. Jambo la tano kuvunjika maombi ya pamoja. Roho hii inachukia wanandoa wanaoomba pamoja, ko huwa inasababisha kuleta pia usingizi, uzito au chovu kila wanapotaka kusali. Ko huwa haipendi umoja kabisa, umoja hasa wa maombi. Familia ambazo zinaomba huwa jini huyu huwa hapendi kabisa, kwa hiyo huwa lazima alete vitu ambavyo vitasambaratisha yale maombi kwenye familia. Tuangalie Warumi 8:29, nayo inasema: maana wale aliwajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo shetani anaogopa ndoa yenye sura ya Kristo. Ndio maana anapenda kupeleka roho hizi ili kusudi kuharibu umoja huo. Basi tusogee mbele, tuangalie jambo lingine la tatu. Jambo lingine la tatu, hatari kwa wasio na ndoa. Kuna hatari pia kwa watu ambao hawana ndoa, iko hatari juu ya majini haya, na acha tuangalie jambo la kwanza. Huyo anasababisha kuchelewa kuoa au kuolewa na kila anayetaka kuonyesha nia ya ndoa huwa anapotea ghafla. Jambo lingine la pili, huwa yana tabia ya kuharibu mahusiano. Mtu hujikuta kila uhusiano unavunjika bila sababu kabisa. Kwa wako wengi ambao kila mahusiano wanaoingia amekuwa kivunjika na wao amekuwa akifikiria mimi na mkose mimi na nini aa. Kuna roho nyuma yake ambayo imesimama, na moja ya roho ambazo zinaweza kusimama katika eneo hili mara nyingi huwa ni jini mahaba. Watu wengi hawawezi kuolewa kwa sababu tayari wako kwenye ndoa, ndoa ambazo ni za ulimwengu wa roho. Na mara nyingi tumekuwa tukiomba, hatukiomba, unakuta kabisa majini yako, anasema kwamba huyu ni mke wetu, hatuwezi kutoka kwake, tumefunga ndoa naye wengine imefika wakati hadi wamezaa nao, lakini ukimwangalia ni binti, ukimwangalia ni kijana, hajazaa kiwalisia, hajazaa lakini katika ulimwengu wa roho tayari amezaa. Jambo lingine la tatu, kuoto ukifanya tendo la ndoa mara kwa mara, hii ni ishara kwamba tayari una agano la ulimwengu wa giza, na agano la ulimwengu wa giza ni alama mojawapo kwamba unayondoa katika ulimwengu wa roho. Jambo lingine la nne, kuwa na tamaa isiyokuwa ya kawaida. Roho hii huwa inaamsha mwili kabla wakati wake, kwa hiyo huwa ikileta roho ya zinaa kwa kasi sana. Wapo watu ambao wana wana wanatamaa wana tamaa hatari, ana tamaa inawaka, ni tamaa ya ndani. Huyu mtu hata ajifanyeje, anajikuta yuko pale palepale kila kijaribu, anajikuta yuko pale pale. Ni kijana kwa hiyo, maana yake iko roho ambayo inakuwa inamsumbua kwao, anawaka kabisa, nawaka. Bwana Yesu asifiwe. Na nikwambie tu kwamba kuna wengine unakuta hadi wana wanajichua wenyewe. Wengine sio tabia tu walizojifunza, wengine ni roho. Uwaga ni roho ambazo kabisa wao wanaona kama vile eh, wako na mtu kabisa. Wengine ni wanawake wanajisaga wenyewe. Kwa wanapojisaga wao wenyewe unaweza ukajua kwamba ni hali tu ya kawaida ambayo ilitokana, e, na kujifunza au mazingira yaliweza kuwafunza wakawa hivyo, lakini nataka nikwambie kwamba mengine ni majini mahaba ambayo yaliwavaa. Hiyo roho ikawavaa wakawa hivyo, wakawa kroniki na kusaidika, inahitajika msaada sana. Mtu ambaye amefikia kiwango hicho kusaidika inakuwa Eh, inahitajika msaada mkubwa sana kwa mtu kama huyo. Wapo wengi, inawezi siwe wewe, lakini nataka nikuambie kwamba amini kwamba wako wengi ambao wako wanateseka na majini ya namna hiyo, na wengine kabisa hawayapendi, lakini sasa imetokea, wanafanyeje? Bwana Yesu asifiwe, lakini tupo sasa, tuko tunafundisha, lengo ni ili kuleta solusheni kwa kila matatizo ya kiroho ambayo yanakuwa yanawakumba watu, ndo ni ya hasa ya kufundisha. Kwa hiyo tuendelee tu kujifunza hadi mwisho wa siku. Basi tukae kwenye mstari, tuangalie jambo la mwisho kwa siku ya leo, jambo la tano. Huwa inapoteza heshima ya mwili kwa mtu huyu ambaye anatembea katika hali hii, huwa anapoteza heshima ya kimwili. Maana yake huwa pia e, zile nguvu za rohoni huwa zinakufa kabisa. Huyu mtu huwa anakuwa dhaifu kabisa, hata kwenye eneo la kuomba huwa lazima shindwe kuomba, na pia huwa pia anakuwa ni vigumu kupokea mambo mapya kutoka kwa Mungu. Tuangalie tena Waefeso 4:27, nayo inasema, wala msimpe ibilisi nafasi. Majini mahaba ni silaha za giza ya kuharibu ndoa kusimamisha mafanikio na kuondoa utakatifu wa watu wa Mungu, lakini Yesu Kristo alishinda nguvu za giza pale msalabani. Wito wangu kwamba endelea kutufuatilia eh, kiwezekana kabisa tu follow ili uendelee kufuatilia masomo. ili somo bado halijaisha, nimefundisha kakipengele kadogo. Kwa hiyo tunapoendelea tutakuwa tunaomba kabisa. ili somo lazima tuombe, lazima tuombe niandae na maombi ili uweze kuomba. Baba mtakatifu, mfalme, ninakushukuru na kutukuza kwa ajili ya kipengele hiki ambacho, ewe Bwana, mtu huyu amekisikiliza, msaidia kuendelea kujifunza na kuelewa. Utukufu ukawe wa kwako kwa kwa, jina lako likazidi kuinuliwa kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Usisahau kutufuatilia kwa mafundisho yanayoendelea. Nimeahidi kwamba somo hili nitaendelea kulifundisha kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen.